ambapo huenda wahudumu wa afya wanaohudumu chini ya mpango wa UHC wakapata afueni hivi karibuni baada ya wizara ya afya kuthibitisha kutengwa kwa bajeti ya kuwahamasisha katika serikali za ugatuzi. Kupitia mpango huo wa fedha, wahudumu wanatarajiwa kupewa kandarasi za kudumu. Baada ya kaunti mbalimbali mbali humu nchini kushuhudia maandamano ya wahudumu wa afya na wahudumu chini ya mpango mzima wa UHC wakishinikiza mikataba ya kudumu, huenda wakapata fueni hivi karibuni. Hii ni baada ya baadhi wanachama ya wanachama wa kamati ya afya bungeni kuthibitisha kuwa bajeti iliyopitishwa hivi majuzi itaangazia suala lao na watakuwa wakiajiriwa kwa mikataba ya kudumu. Nataka kuambia UHC staff wote ambaye wako hapa na Kenya mzima, kamati ya afya pamoja na Wizara ya Afya tumeweka budget mtaweza kuabsorb on permanent and pensionable terms, na watarudi kufanya kazi. Kwa upande wake waziri wa afya humo nchini Aden Duale amethibitisha kutengwa kwa shilingi bilioni 6.2 zitakazosaidia kuhamisha amisha wafanyikazi hao hadi serikali za magatuzi wanakohudumu. Billion to clear the long outstanding medical arrears. 5. Vile vile, Duale amesema fedha zaidi zimetengwa kupitia bajeti hiyo ili kufadhili huduma mbalimbali sawa na malipo ya wahudumu wa afya wa nyanjani billion to onboard and deploy our new interns, doctors, pharmacists, and clinical officers beginning the 1st of July and five, 3.2 billion for our community health promoters training and their stipend. We are also investing 13 billion to strengthen the primary health care. Tuko na wafanyikazi wa former NHIF ambaye sasa tume transit to CHA. Na hapa Samburu, Si tunakuwa watu wachache sana kwa Kenya hii, na tuko na vijana wachache tu walikuwa wanafanya kazi katika NHIF. Katika hapa Samburu there are only 6 in the whole country. Ambayo wamekuwa 1800. Nimeomba kwa unyenyekevu ah, vijana wa sita wakuwe assimilated, waende kwa cha wasipoteze kwa cha wasipoteze kasi. Kauli hizi zinapoibuliwa kile kinachosubiriwa na wahudumu wa afya na wahudumu chini ya mpango wa UHC ni kuajiriwa kwa mikataba ya kudumu. Boniface Barasa, Runinga Citizen, gatuzi la Samburu. Kutoka